Hey, hii serikali hatutoki. Hatutoki. Unajua mimi zamani nimekuwa waziri wa usalama wa taifa. Mimi najua kuna ndugu zangu wengine walijaribu kunisawishi tutoke kwa serikali. Mimi nilikataa. Niliwaambia mambo mawili kwanza, tukitoka kwa serikali saa hii, watu wetu wamepata nini kutoka kwa hii serikali ambayo tulichagua? Si afadhali tungoje? Hata kama ni kutoka tutoke huko mwisho kabisa kabisa huko huko. Ama namna gani? Wakati ume, wakati umekamua, umekamua, umekamua kama ni murago, sasa unaweza sema unaweza sasa sema tuendelee. So mimi mimi I am very clear in my mind. The the decision taken by the leadership of Nyeri County, led by our senator and our brother Wamumbi na women rep wetu, that decision is in the interest of the people they represent. My brothers and sisters, history will judge you correctly. A yeah. Historia haitawasahau nyinyi yeah. Ama namna gani? yeah. Negu kanateguo yeah. Negu kanateguo yeah. Munasema tuendelee yeah. Iko kazi ingine ya viongozi ama ni hiyo? Nawaambia Iko kazi ingine ama ni hiyo? Nimewaambia si kazi ya viongozi ni kutafuta barabara? Si ni kutafuta maji, kutafuta stima? Mambo ya siasa sisi tunajua siasa. Ikifika sisi usione tumekimya ati wewe kwa sababu unapiga kelele ufikiri wewe ndiye mjanja peke yako. Usione tumekimya, usione simba amenyeshewa udhani ni nini? Usione simba amenyeshewa udhani ni nini? Sisi tumenyeshewa huko nje tukitafuta barabara, tumenyeshewa tukitafuta maji tumenyeshewa, tukitafuta masoko. Sasa wakati hii maneno itaisha, filimbi ipigwe, tutaingia kiwanja mutafatana na fire. Niseme nisiseme, niseme nisiseme, niseme, nisiseme. Niseme, nisiseme. Unajua, kuna watu wanajisifu wanajipiga kifua vile watu ni hodari vile Ati kama sio wao hata hao wa wabunge wa hawa wa bunge wametukanwa bunge wa, wa wameitwa majina wameambiwa lazima waabudu sijui nani. Hii dunia, wa kuabudu ni mmoja Mwenyezi Mungu aliye hai. Niseme nisiseme niseme niseme. Kwa hivyo wakati wa kampeni ikifika, mimi najua tutanyoroshana na mambo ya siasa, but for now for now water roads electricity, education, ili tuhakikishe ya kwamba tumekamua maendeleo kutoka hii serikali mpaka tupate vile vitu ambayo tuliahidiwa. Ni kweli, si kweli? Tuendelee, tusiendelee? Ni fire, si fire? Ni noma, si noma?